Wanaume mbona urudi nyumbani ntaruti? Lakini namtumiaga hela, si wewe uende. Aliolewa na hela, si aliolewa na wewe? Ha, ngoja kwanza, kumbe kamama mule ndani kasineki kanyoka, hatari kanyoka hatari. Hivyo muone wanaume wengine wamekonda kama wanaumwa kama hawali, wanakula, lakini ka anyoka kile chakula kinayeyuka, afya inazorota, mawazo ana msongo wa mawazo, ana stress. Ndomaana mnawaona wanaume usiku wako humo barabarani, wanacheza mabao, karata, naingia kingi he, nasogea na nakula hii, naondoka Hei, nakula naondoka saa nne, hey. Unamuuliza baba, utaenda? Hantaenda, ngoja kwanza mchezo kwa. Anasubiri kale kanyoka akakute kamerara, anaingia mule ndani pole, pole asiya kakashitua kanyoka mama tunaishi nato, mpaka unajuta ulianzaje kukalipia ng'ombe, ulianzaje kufanya harusi, ulianzaje kuandaa keki na mashera, ulianzaje kufanya kusonya masuti, ulianzaje ulifan... kama ungejua unaishi na kanyoka haka hivi kweli, ungeshona suti? Niko, nikonawambia watu mahali, kuna wakati unatamani wakati wa harusi badala ya kukata keki ukate ugali, ukate ugali kabisa, fufu.